Mradi ambao ni awamu ya kwanza ya mradi wa Kikuletwa Hydropower Project umeanza rasmi kujengwa tarehe 13 Mei mwaka jana 2024. Ni mradi wa miezi 17, tutaumaliza tarehe 13 Oktoba 2025. ya mradi inakwenda vizuri kwa hapa saiti, kazi mnayoona nyuma, tuko asilimia 20, lakini kama ilivyo kunga ya miradi ya hydropower, kazi kubwa ni mitambo inayotengenezwa nje. Mitambo inayotengenezwa nje iko tayari kwa asilimia 95 imesogezwa bandarini kule China ikiteremka hali itakwenda kuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo mradi unaendelea vizuri kabisa. Mradi huu kwa leo tunaita kwamba ni Kikuletwa One Hydropower Project. Tukiukamilisha neno project litaondoka litakuwa ni plant. Inamaana kwamba ni kiwanda, lakini kwa chuo hiki hiki ni kiwanda cha kufundishia. Hiki kiwanda cha kufundishia watakuwa wanafundishwa wakiwa wanazalisha umeme wa kweli na kitatoa megawati moja nukta sita tano ndiyo tafsiri ya teaching factory. Huu mradi tutakuwa na transformer mbili, ya kwanza itakuwa inaingiza kwa chuo chenyewe lakini chuo kwa kawaida kina matumizi kidogo, umeme ambao ndio mwingi sana unaobakia tutaingiza kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo tutachangia kwenye gridi ya taifa. Thamani ya mradi ni dola za Kimarekani milioni 4 e, laki 638665 na senti 32. Ujenzi wa huu mradi wa kufua umeme hapa Kikuletwa unatekelezwa na kujengwa na kampuni ya Kichina HINAC, eh, Technology Company Limited na ujenzi huu ulianza mwaka jana, kuanzia mwezi wa tano ulianza kwa hatua ya usanifu, na mwezi wa kumi na moja hatua ya ujenzi ikaanza. Kazi hii imeendelea hata sasa, na tunaendelea kutekeleza kazi tukijenga usiku na mchana ili kufikia malengo yaliyotarajiwa, ambapo tarehe kumi na tatu ya mwezi wa Oktoba ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano mradi huu unahitajika kuwa umekamilika. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano wa kampuni ya Kichina ambayo inaitwa Hainaki Technology Company Limited ikishirikiana na kampuni ya kizawa inayoitwa White City International Contractors Limited wa fedha hizo teklea mradi huu ambao kwa jumla ilikuwa ni bilioni 37, na kiasi kilicholipwa hadi kufikia wakati wa uhakiki Yani, audit verification ya March 2025 ilikuwa ni bilioni 29.7. Tumeiona kwamba tulikuwa na jumla la loti nne. Loti ya kwanza ilikuwa ni jengo majengo manne ambao yametembea, ya hosi imeona vizuri pamoja na lile la watu wazima, lakini loti ya pili, loti ya pili ilikuwa ni ujenzi wa madarasa pamoja na na karakana tatu ambazo umezitembea mmeziona, lakini kundi la tatu ilikuwa ni jumla ilikuwa na majengo mawili ambayo ilikuwa kantina, ambayo ndio imekaa kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pamoja na power house ambayo ipo pale chini ambayo tunapokea umeme kutoka Tanesco

Chuo hiki ishinda at ishinda. Na pia nimechukua fursa hii kwa niaba ya management kushukuru wizara, kwa sababu imekuwa bega kwa bega na chuo chetu. Pale tulikuwa tunahitaji msaada wakuona tuka mara moja, na ndio hasa wamefanikisha sisi lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwekeza fedha nyingi katika wizara hii, katika sekta ya elimu kama ambavyo mmejionea hapa, tunakwenda kuwa na chuo cha umahiri ambayo ni Center of Excellence kwa masuala ya elimu na energy, ambapo kama mlivyosikia, kitakuwa ni chuo cha mfano kwa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo sisi tunacha ziada na tunashukuru waliosimamia huu ujenzi, tunaona wamesimamia kwa kiasi kikubwa. Tumepata mafanikio makubwa na majengo yamekamilika, lakini kama tulivyosema hapa changamoto ambayo naiona ni accessibility ya hapa, labda nikuomba tu kwamba barabara hii iweze kukamilika kutoka kule kilomita kama kumi na tano ili paweze kufikika kiurahisi zaidi. Naiona ndio changamoto, na naniambia hapa kutakuwa kuna additional financing ambayo tumepewa ya 3.5 million US dollar ambapo tukiangalia asilimia tisini za kwenda kwenye mitambo na asilimia kumi za kwenda kwenye mfano wa kufundishia. Kwa hiyo naona tumejipanga, waheshimiwa, mtakubaliana kwamba sasa hivi Wizara ya Elimu imeshift kutoka kwenye stadi tuliokuwa nayo tunaenda kwenye stadi tofauti. Kwanza utaona tumefumua mfumo mzima wa utoaji wa elimu ya msingi na sekondari, tumefumua sindio? Ni mwelekeo mzuri, tumekuja na mitaara mipya ambayo lengo lake ni kuelekea huku tuliko kwa hiyo ni kitu kizuri sana lakini, la pili, wanajenga vyuo vya ufundi vile vya veta karibu kila mkoa na kila wilaya. Ile ni kazi nzuri sana. Sasa leo tuko kwa baba, maanake huyu sasa atakuwa baba, wale ni veta. Sasa huyu ndio baba, tuko hapa ambapo ni Center of Excellence. Kwa kweli chuo, tunawapongezeni sana kwa mawazo mazuri haya, mmefanya vizuri na sisi tunawaunga mkono. Sasa ndugu zangu, sisi tunaomba na tunawaagiza mde, tumeona madara mabweni yako yamejengwa vizuri, yamependeza. Isichukue muda mrefu, isichukue muda mrefu samani zikapatikana. <coughs> Hapa watu wanaweza kanza kusema samani, sijui najua watu wasubiri samani mpaka ikapita miaka mitatu minne, majengo hayatumiki, yanaanza kuchakaa kwa sababu ya hilo tunataka samani ziwepo, tunataka mitambo iwepo, tunataka vifaa vya kufundishia vya kisasa viwepo. Hilo tunataka vijana waive, kama mnavyotaka vijana practically waweze kufanya kazi kwa. Tunataka vijana wetu wapikwe, waive, wapakue chakula kilicho hio, hilo inchi itasonga, itasonga mbele na nyingi ni wataalamu. Na mnajua tumefurahi sana ulipo tupeleka kule kwenye ule mtambo Mwaka elfu moja mia tisa na thelathini na tano wanasema sijui lijeni lakini, inawezekana ulikuwa kabla hata hapo manake, kama ni jerumani itakuwa ni kabla, sindio? Ule mtambo leo hii ni kitu muhimu sana, ni kwa sababu akijitangaza hata pale tuliweza kueki ikawa ni museum na ni sehemu ambayo ya utalii watu wakawa wanakuja kuona na kujifunza.